Hake, mbili, tatu kwa majina yake bili jezi nambari kumi na moja mgongoni sai eh, ah, mm, na nashukuru Mwenyezi Mungu Makenza na ni mwanafunzi Muwa sehemu mbili mm, mwaka wa kwanza kama yeah, mm, navyoona haikuwa rahisi kupata hii jezi ilikuwa mm, ni bamba, tu bamba eh, ni pamoja kutosha lakini emuu nimeipata Of course, Mukwala alipita akametoa mm hiyo jezi -hmm. Nikawa nimeiwahi mimi, japokuwa watu walikuwa ni wengi kwa kona goli, watu walikuja kama okay. watu kama mia hivi yeah. Lakini Mungu ni mwema, nimepambana kwa hana mali. Bahati kapo ya kwangu nisha nimedaga hivi, lakini wamenifata vya kutosha yeah. Amenikanyaga lakini kasema kufa kupona, jezi nachukua Shibana... Ko... Ndio. Umejisikiaje mara baada ya kuikamata jezi ya Mkwala na ukikamata unasikia utofauti wa material hiyo lova na hii ya Mkwala? Yaani ni tofauti sana, tofauti, nitaitunza hata miaka thelathini ijayo mimi. Yeah. Paka nyama nusu finali leo, yeah. Leo hii nimezaliwa na nimeishi na nimefika nime leo siku ya leo nyama na nusu finali naunai nayo mimi, kwa nini si tunze imeiona nusu finali na, na, hmm. kwa nini si, kwa nini si tunze generation Z ime, imeona nusu finali uh. Na wewe umekuwa miongoni mwa mashahidi kuifuatilia Simba Sports, ni miaka mingapi na sasa hivi umri wako umekaaje? ya sasa hivi nina miaka 22. 22, nimeanza kuifuatilia Simba mwaka 2010 na nilikuwa na elfu mbili na kumi na mbili nilikuwa na miaka kumi, nikaanza kufuatilia Simba na katika miaka 12 yote ile pale Simba haikufika nusu fainali, ila mwaka huu hmm. sio tu mwaka huu, siku ya leo, sio tu siku hii, siku ambayo hata mimi nipata jezi, umezipangilia kama vile Naimba ushauri sio ushairi ah, wanasema tumenyoka, uko vizuri na mimi nachapia. Anasema ushauri eh ushairibabweaumeningiabayoaa <laughs> e bana, ilikuwa ni safari ambayo ukisikiliza wachambuzi kila mmoja alikuwa na raha yake. Eh, hisia za mashabiki na zenyewe zilikuwa zinaona tofauti. Kuna wale walikuwa na matumaini na kuna wale ambao walikuwa hawayaoni matumaini. Wewe kwako kwa kwa ilikuwa imekaa. Mimi binafsi matumaini niliyaona kwa Simba naifaa mimi wombsimbasimba ima lakini kwa wachezaji, mashabiki, viongozi na kila mwanasimba ilikuwa ni kubwa sana kiasi kwamba hata kama timu zingekuwa vizuri, lakini ile morali aao, e alikuwepo, m alikuwepo, viongozi wa mawazi walikuwepo, na naamini na hata mm, <laughs> hey, bana, uthamani wa goli uh, ulipanda. Magoli yaliyopatikana ni mawili ndani ya dakika tisini na maana thamani uh, ya milioni ishirini katika mchezo wa leo uh, kwenu wanasimba inawapa uh, mzigo wote wa kuona kuna deni la kulipa kuanzia hapa kwenda nusu finali. Sasa tunazungumzia kwenu ninyi mashabiki, mnaona kuna mzigo wa kulipa kutoka hapa kwenda hatua ya kuvuka nusu finali. Sasa kusema kweli, hmm, deni sio tu ni dogo, deni ni kubwa sana ambao wanasimba tulilipe. Wanasimba, tunapaswa kulipa deni kwa kujitoa hizi hela ambazo zinatoka hizi, ni hela za Tanzania ambazo zinatoka kwa ajili ya Simba, kwa ni ni motisha kwa wachezaji, lakini at the same time hest wa wachezaji, sisi kama wana Simba wa mashabiki pia, kwa kwa hela, sisi kama wa wa mashabiki, lakini sisi tunaipokea hela kwa kushabikia kwa nguvu zote, na tunaamini hata nusu finali tutashabikia kwa hali na mali, na umeona leo uwanja umejaa nguvu imejaa yote. Naamini kuna sehemu ambazo zinafanya marekebisho na nini, naamini mpaka Nicholas... models... eh, na Esta... a tayari kwa matukio, tutajaza uwanja tena full mzuka. makenza Makenza ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza daktari Muhimbili bana, huyu ni daktari wa baadaye. uwanja wa Benjamin <cliff largest> Mkapa ni mwanalunya si miaka yake kumi na mbili ya kushangilia nyama, na leo ah amekamata jezi ya uh -ameka Steven desse Mukwala kwa mara ya kwanza anaishuhudia Simba ikitimba ikitinga hatua ya nusu fainali. Salamu alaikum, mimi nimtakie kila la heri, neno moja tu kwa familia yako. Eh, hii ni zawadi kwa familia yangu mm. kukote pale walipo eh, na wengine wako Tabora, wengine wapo Kanaziwa huko nende mm. kusoma, lakini pia kukupia ni nyumbani. Hii ni zawadi kwa ya kutosha na tutaitunza kama familia, na ikiwezekana itabidi safirishwe ende nyumbani kwanza ikatulie. Mimi nikushukuru sana, asante sana.